Katika kampeni za uchaguzi mkuu uliopita, Oktoba 29 mwaka huu, mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM Ombeni Nanyaro alijipambanua kwa kinara wa hamasa kwa wananchi wa Momba na mkoa mzima. Mama Samia safi, safi! Safi! Safi! Safi! Lakini niwakumbushe, ndugu zangu, demokrasia ya kweli iko ndani ya chama cha mapinduzi na na mengine ambayo niwakumbushe, tarehe hiyo ya kwetu, tarehe 29, inaomba msivae sare ya aina yoyote, vaeni kiraia. Mkivaa kiraia, maana yake sasa, wewe ni mwananchi wa kawaida unaenda kuweka kura ambayo ni haki yako ya kikatiba, haki yako ya kimsingi ya kumchagua kiongozi unayemtaka. ninaomba ninaomba nimlete kwenu Mheshimiwa diwani, nimwombee kura, kisha naye aseme mawili matatu ili twende kijiji kingine. Lakini kikubwa zaidi, nimekuja kwenu kuwashukuru wana Ilengo. Mimi nawashukuru sana kwa mlichokifanya, lakini naomba vile vilevile nendeni kakichagweni Chama cha Mapinduzi tarehe 29 bila kukosa. Nawashukuru sana huko alikopita akimwombea kura Daktari Samia Suluhu Hassan alieleza kuwa amani na umoja wa watanzania ndiyo nguzo kuu ya maendeleo yenu ninaomba kura kwa mama Samia ninaomba kura kwa Kondesta Michael Sichalwe na ninaomba kura kwa Jumapili Haizuri tarehe 29 tusivae uniform tuvae kiraia, twendeni tukapige kura, turudi kupumzika, tusubiri matokeo. Baada ya kuyasema haya ndugu zangu, kwa sababu tunaendelea na mzunguko, nawashukuru sana na niwatakieni kila laheri. Mvua inyeshe mapema, mlime mapema na mvune vingi, tuweke kwenye vihenge kwa aliyo yasema katibu kata. Yale sasa sio tena ya kuongea na mimi. Mimi na huyu bwana nimesema mbegu yangu yote naweka hapa. Kama kuna jambo lolote, mimi, huyu ni kaka yangu, huyu ni rafiki yangu, tunaambizana tu bwana. Eh, si unajua ndugu zako huku kuna jambo moja, mbili, tatu, naambia, sawa, sogea wewe, sawa, ili tutengeneze mfumo bora wa kuweza kufanya vitu vikaka kwa mpangilio. Kaka yangu ongera sana, niko tayari mbegu zote kukupatia kuhakikisha kwamba tunapanda na wanasili wetu wanavuna. Maana kwenye chama chetu kila mtu ana dhamira ya dhati ya kuhakikisha kwamba ajenda ya CCM inaendelea na chama kiendelee kutawala nchi hii miaka nenda rudi. CCM oye aizuru safi, safi! Mama Samia oye Mama Samia safi, safi! Chimbi oye, oye. Chimbi chi Dokta Mwinyi oye aizuru, safi safi, aizuru safi. Ombeni Nanyaro walitembea katika maeneo mengi ya vijiji na mitaa akikutana na wananchi na kuwaeleza umuhimu wa kuendelea kumwamini Daktari Samia CCM si, si, kidumu hey. Chama cha Mapinduzi. mm -hmm. Ndugu zangu, leo nimekuja kuwasalimia. Mimi naitwa Ombeni Nanyaro, mjumbe mm -hmm. wa halmashauri kuu ya CCM ya mkoa, lakini mratibu wa kampeni uchaguzi huu wilaya ya Momba. Nilikuwa meneja kampeni wa mbunge lakini kutokana na mpangilio wa jimbo nikabidi nibadilishiwe majukumu. Kwa hiyo sasa hivi majukumu niliyopewa ni kutembea mimi na madiwani kwenye maeneo yao, ili kwanza kuhamasisha umoja wa kichama, umoja wa kwenda kufanya maamuzi kwenye boksi uchaguzi. Semy si, nini nataka kusema, msinishangae kuwa mbele yenu kuwashukuru. Nawashukuru sana lakini, kwa kura nyingi lakini ninawashukuru kwa moyo wenu huu mlionao. Matumaini yangu kesho kutwa, tarehe 29, tunaenda kumpa kura za kishindo ndugu yetu Haizo Juma pia Haizo, lakini tarehe hiyo hiyo tunaenda kumpa Condesta kura za kishindo manye ili jimbo chalo chikulu ichalo ichikulu kulikumekutonya kumutakutonya kwahiyo kwa hiyo tarehe hiyo ishirini na tisa twendeni tukachague wote walioteuliwa na Chama cha Mapinduzi, ambao ni Haizuru Kondesa Michael Sichalwe na mama yetu Samia Suluhu Hassan. <laughs> mwesisiemo kusukufituka iwe umwana angafituka mama wake angafituka nganomba nenene mwana manyile kutwala kamwendaka akamwendakakanivintu viivivuleni isazio nganafituka ange viazi viakonyoka sibio jamani yeah. kuchili kuli nimpindi impindi ngaiza wiwele ah, sibio jamani. Yeah. sibio jamani jamani yeah. kwa hiyo mtu yeyote ambaye mwenye dhamira ya dhati ya kutafuta uongozi kupitia Chama cha Mapinduzi lazima akubaliane na mchakato wa kidemokrasia kabisa, ambao unapitia mchakato mbalimbali, nikianza kwenye vikao, kisha kura za maoni na baadaye uteuzi. Kama hujateuliwa usiweke nongwa, kubali kwamba mlikuwa mnachabia. Kama kura hazikutosha, kubali kwamba ni kweli ni halali. Lakini kura za maoni si sehemu ya ushindi ndani ya chama, ni sehemu ya mchakato wa uchujaji ndani ya chama. Kwa hiyo inaweza ikatokea akaongoza mtu wa kwanza na wa pili na watatu wote wasipewe, akapewa mtu wa nne. Nao ni utaratibu wa kawaida, si ndio, jamani? Lakini ukiwa na ndoto na dhamira ya dhati ndani ya chama ni lazima ukubaliane na lolote unalokutana nalo kwa sababu uongozi ndani pinduzi, ya chama cha mapinduzi hautolewi na familia bila, unatolewa na wanachama wa chama cha mapinduzi sisi. Nimezoeleka kwamba mtu alijaribu anaamua kuanza kuweka uadui na watu kwamba fulani ndiye aliyesababisha kwamba mimi nisitoboe, fulani fulani fulani. Leo nimekuja mbele yenu kuambia, ndugu zangu, makundi alishaisha udi ninawetwa la Ombeni kwenye kata hii ya Mkomba, ninawaomba sana, heshima nilopewa mimi na Chama cha Mapinduzi kwa barua kwamba Ombeni nenda Momba kawaombe kura kwa ajili ya Chama cha Mapinduzi. Nimekuja mwenyewe na gari langu na mafuta yangu na kila kitu changu, kama nilivyokuja mwanzo nikijipitapitisha kwa ajili ya kufanya nini? Ya kuomba kura. Sasa leo nimekuja kwa maslahi mapana ya chama cha mapinduzi. Nataka niwakumbushe tunaye mgombea mmoja hapa, si ndio? wanaosema mgombea mmoja, inao mkono juu, si sehemu hoye, mgombea mmoja ye. Jamani, tunao wagombea wawili hapa kwenye hii kata kwa mujibu wa taratibu na sheria na demokrasia, ili kulinda demokrasia. Na hivi vipo hata mwaka themanini na tano, wakati baba wa taifa anaondoka madarakani, Rais Mwinyi alipokuwa anachaguliwa, kwenye ile fomu ya uchaguzi ulio kumewekwa ndio na hapana, si ndio mnaokumbuka? Ndio, tukaimba wimbo twenei, tukampe kura za ndio na sio za hapana. Basi hilo la themanini na tano limejirudia. Waliopita bila kupingwa hawapo tena, ni lazima sasa tuanze kuwapima watu kwa kupitia wananchi. Sisi kwenye chama tunasema anafaa na ndio maana tumemteua. Je, Watanzania wanasemaje? Hasa wale wanaotarajia kupata huduma kutoka kwake, si ndiyo? Jamani, sasa kuna kura ya hapana na ndiyo. Sasa sisi wana siliwiti, twendeni tukaweke pale kwenye kiboksi cha ndio. Tukichagua ndio, tayari tunakuwa tumemwongezea heshima ndugu yetu, na kuwaambia wananchi wengine ambao sio viongozi ndani ya chama chetu kwamba lile ni chaguo sahihi, ndilo chaguo la wananchi. CCM oye! CCM safi! ukusaila oi. Utaiga, Samia ni kiongozi anayesikiliza, anayejali wanyonge. Aidha, Ombeni Nanyaro alieleza kwa wananchi kuwa ni lazima wamchague Dkt. Samia kwa sababu huyu ndiye kiongozi aliyeleta msingi wa demokrasia, akiwahimiza wananchi wote kudumisha umoja na amani <coughs> ziara zake Ombeni Nanyaro. Na hapo Nanyaro alikutana na maoni kwa wananchi wengi wakimshangilia huku wakimwahidi Oktoba 29 kuwapa kura viongozi wote wanaotokana na Chama cha Mapinduzi. Katika hatua nyingine, Ombeni Nanyaro alieleza kuwa utamaduni huu wa kubadilika kwa kura ulianza tangu mwaka 1985 wakati wa kamati kuu ilipomteua Alhaji Hassan Mwinyi kugombea urais, lakini bado wananchi walithibitisha kura ya ndio au hapana. Nanyaro waliongeza kuwa utamaduni huu wa kupima kukubalika kwa kura ulianza tangu mwaka 1985 wakati kamati kuu ya CCM ilipomteua Alhaji Hassan Mwinyi kugombea kiti cha urais, lakini bado wananchi walithibitisha kupitia kura ya ndiyo na hapana ambapo anaeleza hatua hiyo ilikuwa msingi wa demokrasia ndani ya chama, ikionyesha hasa mteule lazima apate kura za baraka kutoka kwa wananchi. Na katika harakati zake zote za siasa za kumwombea Daktari Samia Suluhu kura za kishindo, Nanyaro alikutana na maoni ya wananchi wakimwomba kuwa endapo viongozi hawa watapata ridhaa ya kuwaongoza wakafanye kazi zenye kuleta maendeleo na si propaganda za kisiasa. Katika kampeni za uchaguzi mkuu uliopita Oktoba 29 mwaka huu, mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM Ombeni Nanyaro ijipambanua kwa kinara wa hamasa kwa wananchi wa Momba na mkoa mzima wa